Ha, niambie Tumaini, umeona kitu gani? Ina ina jibi nne kwao, inaweza kutunza mpaka jibi nne. Ni nini hiyo? Hiyo tumesema ni nini Inaitwaje hicho kifaa? Ndio. Temporary storage devices ambayo ni ni, ni RAM kwa kifupi, kwa kirefu yake ni Random Access Memory. Random Access Memory. Sasa hizi RAM ziko za aina mbili. Kuna hizo ambazo mmezishika, ni kwenye tunazifunga kwenye laptop. Sawa so, akuna zingine ndefu kidogo ya hapo zinafungwa kwenye desk. Kwa hiyo baada ya kufungua umeona nini ndani? Kitu ambacho umejifunza uh, kwenye theory mwanzoni kwa utaniambia ni kitu gani umekiona na niambie hicho kitu kazi yake ni nini. Karibu, Happy. temporary Ako, hiyo ni, ni ramu kama uja save kama umeme ukatika. Okay. Kingine ambacho nimejifunza ni hapa HDD. HDD hapa ina stokers kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu. HDD kile kifupi cha nini hicho? Hiyo HDD? HDD ni hard hard disk. Hard disk good. Eh, kingine kingine ambacho nimejifunza ni si hapa inaitwa CPU yes. CPU ambayo ni central processing, central processing unit, central processing unit, central processing unit process data. Kazi yake ya ni kuchakata. Uchakataji wa data zote ambazo zinatunzwa kwenye kompyuta au zinazopokelewa zinachakatwa hapo kwa central processing unit. Na hapo kwenye central processing unit tuna tuna aina mbili. Sawa? So, tuna control unit. Aha, na kuna kuna kuna kuna nyingine ambayo tunaita arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit au tunasema ALU kwa kifupi. ALU si sawa, si sana zile dawa za malaria. Aa, ALU ni kifupi cha arithmetic logic unit. Maana arithmetic mlijifunza shule ya sekondari arithmetic, inaongelea zile addition, saa subtraction, multiplication sawa, so, hizo hizo na division hizo ni arithmetic. Kwa kuna sehemu ya, ya, ya, ya spew ina inafanya kazi ya, ya hizo additional multiplication. Na hiyo sehemu inaitwa central processing unit na sehemu nyingine ndio hiyo ambayo inaitwa CU control unit, ambayo inafanya kazi ya jumla ya ku au ku, ku, ku, kufanya kompyuta yako ifanye kazi vizuri sawa sawa. Kitu kingine ambacho umekiona ni feni. Feni. Eh? Feni inafanya kazi ya kupunguza joto la CPU. Kwao kazi yake kubwa ya feni ni kupunguza mm -hmm. au kukontrol hali ya joto yeah, la kwenye motherboard eh, hiyo CPU na vifaa vingine vizipate joto kubwa. Kwa kwa mfano hiyo kompyuta yako ina feni ngapi? Ina feni mbili? Okay, kwa kuna, kuna kompyuta ambazo utakuta ina feni mbili na nyingine ina feni ina feni moja. Sasa kwa kama feni kama wewe ni mtaalamu sasa wa kompyuta, feni ikifa haifanyi kazi nengua, au haifanyi kazi uta, utagunduaje kwamba hii kompyuta tatizo ni feki me, power supply. Power supply. power supply ni ipi? Okay, ambayo nikiwasha Naniyako, hili, nipa, paasabai, hii inachukua, inachukua moto, sio joto. Kuna tofauti ya joto na, na moto sindio? Inachukua umeme sindio, inasambaza kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo utajuaje kwamba hii kompyuta ina tatizo ya ya, ya feni kama pawa supli yako ni nzima sawa. Halafu feni ndio tatizo hiyo kompyuta, utakuta ukiwasha itawaka, baada ya muda inazima, sawa? Itawaka, baada ya muda inafanya nini? Inazima. Kwa nini inazima? inazima kwa sababu joto limezidi. Inazima kwa sababu gani? Joto limezidi. Kwao joto likizidi, automatically kompyuta yako itazima. Kwao ukikuta kompyuta inawaka kwa, baada ya muda fulani inazima, baada ya muda fulani, ukiwasha tena inazima, ujue hiyo ni issue ya, issue ya, ya feni. Feni yako ina shida. Kwao unabidi ubadilishe feni lakini kama ukiona kwamba kompyuta yako uki, ukiwasha haiwaki na waya wa kebo wa umeme uko vizuri, kebo ya umeme iko vizuri, umeme upo, kama unawasha haiwaki, yani maana yake kwamba usikii mtuko wote kwenye kompyuta yako, ujue power supply imekufa. Kwa hiyo inabidi ubadilishe power supply, sawa sawa. Sasa lakini kuna vitu vingine tutaelezana kwamba utajuaje kama alamu yako imekufa, utajuaje kama hard disk imekufa. Sasa hivyo na venyewe tutakuja kuviongelea baadaye. Sasa tuende tuendelee. Sasa hmm, kwa hapo tumaini ao umejifunza kitu gani?

ni HDD ambayo ni hard disk, yeah. Inatunza data kwa muda mrefu, kwa sababu kazi yake inasambaza moto kutoka katika hii power supply kuingia kwenye motherboard ambayo Central Processing Unit. Mm-hmm. Hii hapa kazi yake ina process au inachakata data, okay. Tukaona hapa kuna bet. Okay. Hapa ipo bet.